Karibu katika mwendelezo wa kwa Necta wa... analysis au analiza au extractor kwa darasa la saba tukuja kuangalia kwa kwenye shule labda lese ambazo zina tuangalia analysis, labda ni shule nyingine, mfano hapa tuifute hii ambayo tulikuwa nayo mara kwanza tuifute. Tuingie sasa hapa nangodi, labda shule nyingine uchague, labda azimio na wanafunzi wachache, wanafunzi miatatu hamsini na sita. Tutakopi haya matokeo yao haya mpaka hapa tutakuja tuta Tutaya copy hapa, tutarudi kwenye analyzer yetu hapa, tutaya paste na right click uta paste tu hiyo. Baada ya ku paste yenyewe itafanya analysis kama unavyoiona hiyo hapa. Tutaingia sasa kuicheki analisis yetu, ambayo tutaanza nana kwenye view. Hapa itatuonyesha hivi view za kawaida. Baada ya hapo, tutaingia kwenye summary, itatuonyesha ko tukishaingia hapo kwenye analysis hapa, tutaanza kuona wanafunzi waliosajiliwa, ni kwamba wasichana wangapi, wavulana wangapi, waliofanya mtihani jumla wangapi, wa itaonyesha hapa. Hii ni jumla ya wanafunzi, kama hapo jeelewa hii jumla, basi jumla ya wanafunzi hapa, hizo zajuapo nimeze shaerekeza video namba moja zewei jinsi ya kuzelekeza hapo, itaonyesha waliofaulu wasichana, walio walio feli na walio feli, hapo itaonyesha jumla hivyo walio feli na walio nini, baada walio hapo ni sasa analysis ya nini, walio feli ni sasa, walio feli ni hapo itaonyesha salasina saba, maana yake salasina saba ambapo jumlake chukua huyu mmoja wa i na mmoja yake hapa wa mimi, walofeli nilihesabu wasichana na wavulana ambao inaishia tu kwene ufaulu wa d nas ufaulu wa e so, hapo ita, ita chora grafu hapa navoona tu asilimia ya, alopata, but, uh, a, mpaka c, li, mpaka a mpaka uh, hey, c kwa jinsi ya sichana ufanana na na juu. Baada ya hapo, hapo itafanya summarization ya wana masomo, yani a ngapi, b ngapi, c ngapi, d ngapi, e ngapi na alopata a mpaka c kwenye somo usika na alopata d mpaka e kwenye somo kwenye somo usika. Hiyo analysis kutoka kwa hii kuprinti, unaweza kuprinti kawaida au utakusave tu PDF, ta save tu hapa utaisave tu kawaida, utaisave tu kawaida hapa. Kwa hivyo utaisave sababu, labda utaandika jina la shule alafu utaweka summary, utaiselect in PDF. Mimi natumia <coughs> ofisi ya 2021 na hii template moja, lakini inafanya kazi kwenye ofisi zote, kuanzia ofisi ya 2010 mpaka na kuendelea huko. Doze hizo ikasta kwa hapo, anatoa na print zako ile ina shida, tutaitoa tu hiyo karatasi yako, kati unajadili unajadili matokeo ingine. Turudi zako home hapa, home iko kwa pembeni hapa, turudi home. Tenda kwenye sasa summary wise subject kwamba hapa itachambua somo moja moja, ilimpata a ngapi b ngapi kwa jinsia, yani f ni wasichana na m ni wavulana. Hapa napo itatoa masomo masomo yote, na hapa pia, hapa pia una uwezo wa kuprint haya kuprint ma, ma masomo yako haya kwa ajili ya kwa ajili ya kufanya kwa ajili ya kufanya analysis au kuwatumia walimu subject summary tu. Save kwenye PDF. Sisi mimi nitaweka kabisa, ifungue moja kwa moja ili tuziona, kwa sababu tupo kwenye majaribio. Kwa subject summary. Itaonyesha summary ya masomo A ngapi, B ngapi, somo fulani na toto, kwa mfano labda English ina A wasichana, ina A ndani wasichana imepata watano wavulana imepata watatu; labda ina B thelathini wasichana fulani, hiyo wavulana fulani, labda ina C wasichana fulani wavulana fulani na shule inaonekana waliofaulu wengi ni wasichana. Kwa hivyo ndo jinsi ya kutumia hii analyzer ya ya primary masiano zaidi. Namba zetu hizo hapo kama nataka kujifunza au kama nataka kununua, nauza tu kwa bei rahisi sana. Asanteni sana, utani kwenye video ijayo cha